Unapo dalili hizi, ni dalili tano za hatari zaidi ambazo hutaki kuzidharau hata kidogo kipindi cha ujauzito wako. Maumivu makali kwenye kichwa, hiyo ni dalili moja wapo ambayo inaashiria pengine kutakuwa na changamoto ya hatari zaidi kwenye kipindi cha ujauzito inaitwa preeclampsia. Mbili, kutokwa na damu ukeni. Si kawaida kutokwa na damu ukeni kipindi cha ujauzito, inaashiria pengine mtoto aliyepo ndani anatishia kutoka hospitali. Kitu cha tatu unapata maumivu makali kwenye tumbo, hiyo ni dalili mojawapo ya, ya uchungu kama hujafikisha bado muda wa kujifungua, maana yake ni preterm labor. Kitu kingine uh, kuvimba miguu na mikono. Usije ukasema umefanya kazi sana, hapana, hiyo inaashiria kwamba hauko sawa. Kitu kingine ambacho ni cha msingi zaidi kwa mtoto wako, mwa kwanza alikuwa anapiga mateke kama azisiki na papome, lakini sasa hivi apigi tena